Kwa majina anaitwa Mwalimu Isabela Mkabonga ni afisa elimu msingi halmashauri ya wilaya ya Kakonko. Tumekuwa na kikao cha wadau ambacho kimsingi ilikuwa ni kwa ajili ya kutathmini mafanikio, changamoto na mijadala mbalimbali kwa ajili ya kuona alama tulivyonenda kutoka mwaka 2023 na, na tumepataji mafanikio mwaka 2024, pamoja na kutoa motisha kwa walimu na shule zilizofanya vizuri katika mitihani ya mwaka 2024, na, na tumekuja na slogan kwamba Kakonko ni ya kwanza na inawezekana, na hasa baada ya majadiliano ya leo na jinsi ambavyo mkurugenzi mtendaji amejipanga kwa kushirikiana na ofisi ya mkuu wa wilaya, tunategemea kwa kutoa zawadi hiyo naweza kupelekea kuwa motisha kwa wao au kwa, kwa shuru kuendelea kusimamia mikakati na hatimaye kupata matokeo mazuri katika mtihani wa mwaka 2025. Wito kwa wazazi, naomba tuendelee kutoa ushirikiano hasa kuchangia chakula kwa watoto na ili waweze kupata chakula shuleni. Pia waendelee kuwasimamia kuepukana na mambo yanayoweza kuwapelekea kushinda kuhu kufuatilia masomo shuleni. Ningeomba sana e, kwa umoja wetu tukiwe na ushirikiano mkubwa, wadau wote wa muhimu wa elimu kuanzia viongozi wa kisiasa, lakini viongozi wa dini, viongozi wa mila, viongozi wa koo, wazee maarufu, mafsa maendeleo, kuendelea kuwaelimisha e, wazazi lakini na walezi wanafunzi kuhusu umuhimu wa elimu. Yako maeneo mengi ambayo inaonekana kama wazazi yanawapita kushoto, likiwemo ile ya kutoa. Mtu ukimpa elimu ndio umeshampa kila kitu, mtu ukimnyima elimu ndio umeshamnyima kila kitu. Sasa sisi hatuko tayari eh, kuinyima hii jamii kila kitu, hapana. Naomba nitumie fursa hii kuwashukuru wadau wote lakini niendelee kuwashukuru wadau wote wa elimu. Ni shukuru idara yangu ya elimu inafanya kazi nzuri, pamoja na mikakati ambayo tumejiwekea. Tulikuja na mkakati maalum kwa ajili ya shule zetu hizi baadhi, ikiwemo Kakonko Girls, Kakonko Sekondari, Amani Mtendeli na Kakonko Boys. Sahizi tumeanzisha shule ya wavulana ya wilaya sisi viongozi wenu tukiongoza na mheshimiwa mkuu wa wilaya, mimi na kaka yangu pale ndani Stefano, sisi tumekubaliana, hii Kigoma, hata tukitangaziwa mashindano ya mbio za kuku sisi tunaingia.